Kasoro kubwa namba moja iliyo haribu jina la Mazda CX-5 Afrika nzima ni hii hapa. Mazda CX-5 ya 2.2 liter diesel ndiyo imewapa stress watu wengi sana. Tatizo ni nini? Tatizo ni oil dilution, yani mafuta kuchanganyika na oil husababisha overheating. Upelekea nini? Upelekea injini kupata pressure na gasket kuchoma na mwisho wa siku gari kuanza kuonyesha warning lights. Na usichokijua ni kwamba Mazda CX-5 bwana, ni miongoni mwa SUVs zinazofanya vizuri sana kulinganisha na SUV nyingine zote za daraja lake. Kwa sababu gani? Bwana, hizi gari zimekuja na teknolojia inaitwa Sky Active Technology, teknolojia ambayo inasaidia hizi gari kutumia mafuta vizuri sana, yani fuel economy zipo laini sana na it's very, very comfortable na miongoni mwa luxury car cha kushangaza sasa Mazda CX-5 petrol version uh, zenyewe bwana iko very reliable, na watu wengi hawalijui hilo. Uh, tu follow Egho Motors kwa elimu ya magari kila siku. Drop your comment, tuambie ni tatizo gani unalipitia ili nasi tuweze kukusaidia.